Jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watu wanne waliokiri kulipua nyumba ya kamishna wa polisi Zanzibar wiki chache zilizopita. Dennis Bilal anaeleza. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari makao makuu ya jeshi la polisi, naibu mkurugenzi wa upelelezi makosa jinai DCP Salomo Msangi amewataja watuhumiwa hao kuwa ni Omar Bakari Nasoro, miaka 26 mkazi wa Bububu watu waliokamata wa pili anaitwa Hassan Omar Isa miaka 67 huyu ni mwenyekiti wa CUF wilaya ya magharibi a na ni mtu tum msomi amefanya kazi serikalini muda mrefu na anajua walimuizr wa tatu anaitwa Saleh Mohamed Saleh huyu ana miaka 34 huyu ni katibu wa CUF wilaya ya Magharibi B na ni mkazi wa Bugugu Fenesi. Lakini zaidi ya hapo, pia ni mwalimu assistant lecturer katika chuo cha chuo kikuu cha SUZA. Mwingine anaitwa Suleiman Mohamed Bakari au wengine anaitwa Suleiman Habad Bakari, nadhani kwa jina anatumia itachenja. Ana miaka hamsini, huyu ni katibu wa kafu jimbo la Enesi, naye anakaa an kama. mnaweza mkaona watuhumiwa hao katika mahojiano na polisi wameeleza kuwa walikuwa na malengo ya kulipua maeneo matatu baada ya kufanikisha shambulizi la nyumba ya kamishna iliyopo Kijichi. Wameyataja maeneo mengine kuwa ni nyumba ya Balozi Seif Ali Iddi na nyumba ya naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, ndugu Vuai Ali Vuai. nyumba zote hizo zipo Kijichi, wilaya ya Magharibi. DCI Msangi amesema watuhumiwa hao aa, wamekamatwa na mabomu matano yaliyotengenezwa kienyeji ambapo mtuhumiwa wa kwanza Omar Bakar Nassor alikiri kutupa bomu nyumbani kwa kamishna akiwa na mwenzake ambaye bado anaendelea kutafutwa, na mmoji, yeye mwenyewe anasema lile bomu, yale mabomu labda niyazungumza, mabomu yale ni mabomu ya kutengeneza kienyeji, lakini yenye madhara makubwa. Mliokwenda Kisonge pale, mliona bomu liliweza kuvunja kontena ambalo ni mzito li, li, sasa bomu lile wanasema wenyewe, wanasema pia maelekezo waliopewa kwamba ukilifyatua ukiliacha, yani, ukiliwasha ukiliacha, likikufyatukia, ukili ukili hutaonekana, labda vipande vya nyama vitaonekana. Lakini imagine mtu kama huyo anakwenda kurushia kwenye nyumba ya mtu, sijui wanaonyesha kwamba ni watu wenye roho mbaya. Watuhumiwa wote wanne wamekiri kuratibu zoezi hilo la ulipuaji wa mabomu katika maeneo tofauti ikiwa ni mkakati maalum wa kufanya hujuma ili kuatia hofu wananchi wasishiriki katika zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa marudio. Kamishna Msange amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi ili kufanikisha nia ya kudhibiti uhalifu hapa nchini. Eh, na tunaendelea kufuatilia wengine. Bahati nzuri tumeshamjua mpaka mtengenezaji mabomu. Tumemtrace, tunajua alipo, anajaribu kuwepapepa lakini ni sawa na sisi bizi anapokuwa kwenye kiasi cha mkono, alafu anajaribu pepa huo, tunamwangalia tu kwa sababu kumpokea wa, tunauhakika kwamba tutampata na kama yuko mahali fulani kule popote alipojificha, tunamwambia ajisalimishe. Nik nikiripoti ni Dennis Bilal wa ZBC.